Watukufu wa Islamu kama tunavyoona kwamba tumepata mgeni ambao kwa ilikuwa hatutarajii kwamba tunaweza tukapata mgeni kama huyu kwa siku ya leo, lakini mgeni anapokwenda mahala, basi hupewa zawadi kwa maana hiyo na mimi nawaomba Waislamu, mgeni wetu tumtunukie zawadi maalum. Na zawadi ya mgeni huyu si ndizi wala si chengine chochote isipokuwa ni kumtakia dua. Tumtakie dua juu ya kazi zake, insha allah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amjaalie afanye kazi zake kwa uadilifu na vizuri. Nafikiri twakubaliana kwa hilo. Bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, astaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah

Nakuomba Mola wetu tukufu, ya Allah ya Karim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi wa samawati wal ardh, nakuomba Mwenyezi Mungu kama nilivyokueleza kwamba waja wako wamedhulumu wengine wamedhulumia, nakuomba walipe kula aliye dhulumu kwa kile alichokidhulumu. Mwenyezi Mungu kilipe hapa duniani, tuweze kukiona kwa macho yetu, kesho akhera ali ukamanikiea Mwenyezi Mungu usiache kula, kama ambavyo ulizungumza katika Qur'ani, kwamba ratazilu Amen. Tunakuomba, hapa duniani tumechoka kudhulumiwa, basi tulipe yetu kwa kile tunachokurumia na wale ambao wanadhulumu kwa maksudi na kutuya na kuleta huruma ya Rabbana Rabbi basi Mwenyezi Mungu jaalia katika madhuluma yao yaoneke hapa duniani kwamba yamelipa na wengine wajao, ili waweze kujua kwa madhuluma ni mbaya. Amina, Mwenyezi Mungu kujalie kheri duniani. Amina, tuondolee shari kesho akhera ya rabbul alamin. Tunakuomba, tunachokiomba sie binadamu s tunataka tufanikiwe haraka, pamoja na kwamba umeahidi kwamba hairudi dua ya aliye Amin. Lakini tunaona inachelewa, tunakuomba tulipie haraka ya rabbal alamin, hapa duniani tuweze kufaidika na kuiona dua yetu imekubaliwa. Amin. Mwenyezi Mungu ivi, ambaye kwa mara nyingine hapa na wengineo waweze kutambua kwamba dhuluma ni mbaya, basi kulipie hii dhuluma, kulipie vilevile ya rabbal alamin, waweze kuona kwamba tulichokitenda ni kibaya. Hakuna mtu kupiga kura ya arobaini kwa mtu mmoja mwingine akakatazwa kupiga kura kwa kuwa yeye ashinde ah. Na kuomba kheri